Kulifungwa katika voksi, sisi wasukuma na kitu kinaitwa ikorogoto. Lakini mbaya zaidi ni ile fedheha ambayo tumeipata. Taifa letu limekoswa heshima. Watu walipenda kuja Tanzania, watu walifurahia Tanzania, na ndiyo sababu wamesali, wameomba kwa ajili yetu lakini wapo waliopiga kelele wafunguliwe wafunguliwe. Waliotufunga ni wenzetu, ni ndugu zetu, watoto wetu, vijana wenu muliowapeleka huko wakafanye kazi, wakaajiriwa, wamegeuka kuwa mikono miovu, mikono ya dhambi. Inamwaga damu ni dhambi kubwa ni janga katika nchi yetu. Hata hivyo wafu wetu hawa machoni pa wajinga wameonekana kwamba wamekufa, na kufariki kwao kunadhaniwa kuwa ni hasara yao, na kusafiri kwao toka dunia hii kuwa ni uharibifu, kwamba kuondoka kwao walijitakia, kwamba walitafuta kifo Hivi ni kweli, hatujui walichokuwa wakiomba? Hivi hatujui kweli walichokuwa wakitafuta? Ndugu zao hawajulikani walipo, ndugu zao wameonekana, wametekwa, wame wameuawa, wame, wame, wame, wame, wengine wamekimbia nchi, wako nje. Hatujua kweli kwamba hawa walikuwa wanatafuta nini? Hawa walikuwa wanaomba nini? Waliomba haki, waliomba usalama wa maisha yao, waliomba kusikilizwa. Hata Mwenyezi Mungu daima tunamuomba tusikie. E Mungu unasali hata katika itania utusikie. E Mungu, sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, kwa mfano wa Mungu Mungu aliumba mwanaume na mwanamke. Tendo hili ni takatifu, ni tendo la uumbaji tendo hili linadai ushiriki wetu sisi wanadamu, tulio mfano na sura yake Mwenyezi Mungu. Tendo hili linatudai sisi nasi kushiriki kuumba, linatudai kutunza na kustawisha uhai wa watu, kutunza na kuheshimu uhai, wasiokuwa na bunduki, wasiokuwa na silaha, waliokuwa na midomo tu, wanapiga kelele takawafika uwa ni dhambi. Na amri za Mungu zinasema usiue. Usiue kwa kupanga, usiue kwa kudhamiria. Sisi Wakristo tunaaswa katika maandiko matakatifu, hata katika kiwango ambacho mwingine amekufanyia ubaya, tunaambiwa usilipe ubaya kwa ubaya usilipe kisasi. Kisasi kwa mkristo ni dhambi, hivyo usiue wala usipange kuua wala usichekelee mauaji. Huruma ya Mungu iko kwa wote walio tayari na kumrudia yeye, hivyo unaalikwa kutubu, kutubu na kuiamini Injili. Basi nimalizie kwa mistari michache kutoka katika kitabu cha ruka eh? Sura ya sita na ishirini na tano olewenu ninyi mlioshiba sasa kwa kuwa mtaona njaa kwa hapo watu wameshiba shiba madaraka shiba mali shiba sifa olewenu ninyi mnaocheka sasa kwa kuwa mtaomboleza na kulia. Zangu lie pamoja na wanaolia, nazidi kuwapa pole. Poleni sana Watanzania, ili liwe fundisho, na kamwe tusirudie tena, na kama kweli tunapaswa kulimaliza, lazima turejee meza ya mazungumzo. Aliyekosa akili dhambi zake